No, mtazamaji tupate no, uh, tuelekee moja kwa moja uh, katika kaunti nambari tatu. Bahari FM iliungana na maelfu ya wajane katika kusherekea sikukuu ya wajane ulimwenguni katika eneo la Kaloleni huko Kilifi, hafla ambayo iliwaleta pamoja viongozi kutoka nyanja mbalimbali mbali nchini wakiwemo mbunge wa Rarieda Otiende Amollo ambaye amekuwa katika mstari wa mbele katika kuwajengea nyumba wajane akiahidi kupeleka mswada bungeni utakaotetea maslahi yao. Nataka nipeleke mswada kule bungeni, na nataka kuhakikishia hiyo mswada ikishaangaliwa na Come Together Widows and Orphans Organizations Children you know, uh, Christian Aid, uh, Gender Commission FIDA na kila mtu hata, uh, Kenya Land Alliance basi mimi mniletee mkishaniletea kabla nipeleke kwa bunge, mimi mwenyewe kama mwanasheria nitaiangalia, niikoroge, niifanye iwe watertight, ili wakati tunaipeleka bungeni hakuna mtu ataipinga hata moja. tunataka kuwe na sheria itakayomwangalia mjane peke yake ili kumpa haki zake. Ndiyo tuna mashirika kama FIDA na mashirika mengine ambayo yanapigania haki za wajane but hatuna legal backing ya kuhakikisha kwamba watu wamearticulate wameaju kulingana na sheria iliyopo kumlinda kumlinda mjane.